Ni karibuni sana marafiki zangu kutoka Azam TV. Kutana na John Joseph almaarufu JJ sauti ya Mibaraka, ambaye ni mtaalamu kada ya saikolojia. Licha ya kutokuona kwake, si kikwazo kutimiza ndoto. Wanaona waongozwa na asiyeona. Kakaau, mimi ni mwana saikolojia niliyebe zaidi kwenye engo ya elimu kufanya guidance and counseling kwa wanafunzi wanaojishughulisha na masala mazima ya muktadha wa elimu. Uh, lakini pia nimebesi kwenye masala mbalimbali hata ya afya ya akili pia mental health nipo hapo, eh, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uh, marafiki na wanaoishi katika sayari hii ya dunia wanakuwa na maisha mazuri kwa sabu, wana kwa sababu sisi wanasikolojia tupo kwa ajili ya watu. Sisi tunatoa huduma for the people. Eh, na ndio maana tunasema kwamba sikolojia ni, ni, ni, ni human behavior na mind za watu kwa tunadili pia na tabia za wanadamu kwa ndio maana tupo sisi wana saikolojia. Kwa, kwa, kwa kujibu tu kwa kifupi ni kwamba tunahakikisha kwamba dunia pia inakuwa salama kwa uwepo wetu, kwa sababu tunashughulikia tuna, tuna, tuna mambo yote ya afya ya akili, mambo ya uh, mahusiano pia, tuna, tuna chip in, unajua tena, mahusiano yanayosumbua vijana wengi sana <laughs> kwa hiyo tunasaidia ku, kuhakikisha kwamba tuna, tunaweka tuna taaluma yetu hapo ili watu waendelee kuifurahia dunia. Fale wangu talanta ya uimbaji alionayo imekuwa ni mojawapo ya nyenzo anayoitumia kufikisha ujumbe wa matumaini kwa jamii Waubiri, watoto wako. Maono yangu ni kuwatumikia Watanzania kwenye level kubwa, kuwatumikia Watanzania kwenye level ya huduma ya muziki. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu pia a, niliseme pia na hili, kupitia jukwaa la Bongo Star Search pia mwaka jana nilishiriki pale, liliniexpose pia kwa Watanzania chini yake Madam Rita. Kwa hiyo ninawashukuru watu wa BSS walini expose kwa Watanzania, lakini pia serikali bado ikaendelea kuni expose kwenye mkutano mkuu wa CCM ikanipa nafasi nikaenda, bado nikaendelea kuonekana kwa Watanzania. Ndoto yangu kubwa ni kuwatumikia Watanzania uh, ikiwezekana kwenye ngazi za maamuzi, kwa maana ya kuwatumikia Watanzania hata mjengoni, ingia pale bungeni nikapeleka hoja za Watanzania kwa ujumla Aidha wenye ulemavu na ambao hawana ulemavu, lakini pia kwenye kada ya kuimba niwatumikie kwa Watanzania dunia nzima. Kuna mwanamziki mmoja anaitwa Ruben Kigame pale Kenya anafanya vizuri sana na ni, ni mwanamziki asiyeona kama JJ kama mimi, lakini he is doing good na mimi amekuwa ni role model wangu, naamini na kupitia yeye anani inspire, na naamini nitafika na kwa serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi naweza ikafanya pakubwa kutimiza vision yangu. Ni, natamani nikiwa hivi hivi sioni, ni wa inspire vijana wa kawaida, ni wa inspire watu wenye ulemavu wa kawaida, lakini pia nionyeshe kutokuona si lolote, si chochote ukiwa na confidence ukiwa na elimu, kibali cha Mwenyezi Mungu, uwezo wa kuyapambanua mambo, basi watu wanamtukuza Mungu kupitia mimi. Nadhani nikisema nimekwama nitakuwa siko sahihi. Nadhani ninaelekea pazuri, niko kwenye right way na Mungu ni mwema, Mungu atayatimiza haya, hakuna ijuae kesho. JJ alizaliwa akiwa anaona, lakini katika kuziendea hatua na nyakati za maisha akapoteza uoni. Nilizaliwa nikiwa naona vizuri lakini kisha miaka mitano uh, sita macho yangu yakaacha kuona kwa sababu ya, ya, mm-hmm. ya kwa sababu ya sulua, niliugua ugonjwa wa sulua mwanzo wa miaka elfu mbili. Ya kwa baada ya kuugua ugonjwa um, wa sulua mwanzo wa miaka elfu mbili wazazi wangu wakaanza kutafuta namna ya kwe. Nikisema burudani inawezekana, niko, niko siko, uko sahihi yes, mm -hmm. Pekine, ni napenda kufanya kwenye ample time. Um, napenda napenda sana kusikiliza radio mm -hmm. Asiyoona, sisi wengi tusiyoona tunapenda sana kusikiliza radio mm -hmm. Napenda kusikiliza radio by the way, napenda kusikiliza sometime soka likiwa mm. Soka linatangazwa pale, mimi napata burudani ah, mimi mnyama, mimi ni mtu wa mi, ubaya ubwela hiyo ah, nadhani <laughs> <laughs> la watani wetu wanajua nini so, tumekipanga so. Msimu huu na mchezaji gani hasa unavutiwa naye? Christian ah, <laughs> Ronaldo, ate ah. Ni ate Bambida, striker mmoja hatari sana mm -hmm. Uh, pamoja na Steve Desem kwa la bila kumsahau Eli Mpanzu mm -hmm. uh, kwa ni miongoni bila kumsahau Baba Esta, Shomari Salum Kapombe wako vizuri, wakikamata mpira unaona kabisa, wana dribble wanapikta kwenye maeneo wanatoa assist, wanamwaga crosses za kutosha. Kwa hiyo mambo yanaenda uzuri Uh, uh, ina mm, mm, nikisema uh, inaninyima raha nitakuwa siyafurahi maisha no. Unajua, ukiwa na ulemavu fulani kisikolojia ukianza kujiundermine mwenyewe personal, inakuwa inakudemoralize kudmoali mwenyewe naelewa, no. Kwao natakiwa uanze kujipa nguvu kabla ya kupewa nguvu na dada Angel, uanze mm, kujimotivate wee mwenyewe kwamba mimi najikubali regardless sioni lakini I am super. Hata nikipewa nafasi yoyote ile naweza nikawajibika kwayo kwa sababu jikubali hata mtu anaona sana, kimuita JJ atakuja kweli kuimba? Ataweza kweli kupanda kwenye stage? Unaelewa, kwa anakuwa kwa lazima wewe individually uwe na highest level of self acceptance ujikubali kwa kiwango cha juu. Yes. Yes. na mimi naipenda hiyo kwa sababu inani inspire mm -hmm. Na inanifanya hata kama nikisikiliza kwa radio. Na nakuwa kama nini mnaona tu kwa mm -hmm. Eh, sababu nikianza kusema sifurahii na nini itakuwa ah, inaninyongonyesha kwa sababu mm -hmm. takuwa na nahisi kama labda upofu wangu au kutokuona tumia neno kali kidogo mm -hmm. Lakini <laughs> <laughs> yote kwa yote lazima ujikubali eh, hata kama unapitia changamoto ya maradhi changamoto yoyote ile kiafya, kujikubali ni dawa, na saikolojia tunasema self acceptance ni tiba tosha. Yeah. Asante sana JJ. Namna ambavyo unaweza kuyakabili maisha ya kila siku. mm. yes. yeah. um, yeah. na, na, ya kuyakabili maisha na mshukuru Mungu, nafahamiana na watu wengi hapa mtaani mm. Riverside na mimi ni mpenzi sana wa matunda mm -hmm. Na mimi hata ninyi mmeingia humu mmekutana na matunda mm. Yaani vitu vyangu pendwa, lakini kwa masuala ya misosi napenda ugali mm. E, ugali, samaki uh, mm. Nyama sipendelei sana, lakini ubwabwa pia mm. Au pendelea eh, ubwabwa pia, lakini unajua usukumani kakipikwa okay. ka ubwabwa na ka ugali kawepo sasa, lakini hivyo ni vyakula vyangu pendwa sana Sama, matunda saa. kwa wingi napenda maji sana, unaona hapo kuna chupa za maji ziko hapo yeah. Kama mimi napenda sana hivyo vitu ya, yeah, yeah, of course, lakini kwa ujumla maisha tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea kuvuta subira, maana ndivyo tumemaliza okay. Tunaamini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Komla Samia Suluhu Hassan mm itafanya namna eh, yende, kwa sababu iko katika progress za kuendelea kutoa ajira kwa Watanzania na sisi ni miongoni mwa vijana tuliohitimu. Kwa hiyo naamini serikali yangu mm. Ninaamini italifanya hilo swala iliweze kutoa ajira kwa Watanzania pengine katika hali hii. JJ, jambo ambalo limewahi kutokea mambo yapo mengi mengi, labda no. Nikiwa mtoto tu, zile personal bullying, kule kunyanyapaliwa kutokana na hali ya kutokuona. Kuna mtu tukiwa wadogo, unakuta tu mtu anakuchokoza tu anakutania au uh, unakula umeweka hapa msosi afu unakula pale umeweka na mboga, kule shuleni tunasoma, anatoa mboga, unachovya chini. Sometimes hizo mambo tumezipitia, na hizo mambo huwa zinamkera sana mtu asiona akifanyiwa personal bullying ama unyanyapaa kwa sababu ya situation yake, huwa anakeleka to the level ya kufika kufikiria kwa nini ananifanyia hivi? Au kwa sababu sioni? Ndo mambo yale. Lakini pia kwenye mahusiano pia nimewahi pia kupitia pitia majambo kwa hiyo, mm -hmm. kuna namna pia yaliniumiza, nikaanza kuwaza kwa nini amefanya hivi? Au kwa sababu hivi na... mm -hmm. lakini mwisho wa siku nikaja nikasema, kama wanaona wanaumizwa, kwa nini mimi pia nisipitia hii huo mchakato, wakati ni binadamu. mm -hmm. kwa hiyo binadamu unayapitia yote hayo na mwisho wa siku hui kisykolojia tunasema hayatakiwi kukasa na akilini, maana akikaa na akilini hautaenda mbele kwao, okay. oh, yanapita, yanakuachia somoenii wene. Upande wa kwanza nilisema hili mm. Watu wenye ulemavu wa kutokuona wasioona kama mimi, tunaota ndoto vizuri kabisa. Ninaweza nikaota ndoto labda nimemkumbatia binti fulani, ninaweza nikaota ndoto labda nakimbia, ninaweza nikaota ndoto nasoma, ninaweza nikaota ndoto nakula, ninaweza nikaota ndoto nimekaa na washikaji tunapiga stori, elewa, naweza nikaota ndoto nimekaa nasikiliza redio. So tunaota kama watu wengine, ila nikiota ndoto ninaiota in form of audio dream kama nilivyokaa na wewe dada Angel, hata nikiota nitaota hivi hivi, nitaota niko na kina Zakaria, niko na kina Ebeneza, niko na dada Fatuma na wewe, nitaota niko hivi hivi, I don't see anything, sioni chochote. Kwa hiyo naota ndoto kama ndoto with my situation ya kutokuona. Haimaanishi kwamba nikiwa sioni mchana eti nikiota ndoto usiku ndio yote nikiwa naona. No, ninaota vile vile nilivyo, kwa kama nitaota na kimbia nikajikwaa nikaanguka huko. Mm -hmm. Nitaota vile vile, nitakimbia, nitajikwaa. Yeah, yeah, yeah. Kwa hiyo tunaota kwa namna na Mungu kwanza, Mungu awe kwako wa kwa kwanza ukiwa na Mungu kwanza, atakusaidia kuratibu plans zako, kwa sababu mwanadamu usipowaza hauwezi ukafanya jambo lolote. Ninaamini wewe kabla ya kuwa mwandishi wa habari uliwe, uliweka kwenye idea ukatengeneza ideology I wanna be the, uh, maybe radio and the TV presenter, sio? nataka niwe mtangazaji lakini uliweka kwenye akili. Vijana wengi hatupendi kuwa na self and personal contemplation, hatupendi kufanya tafakuri ya kuumiza akili. Nataka niwe hivi, nifanye nini? Unaona, tunaishia kusikiliza miziki, kutazama mipira. Sikatai muda wa leisure uwepo, lakini pia uwe na muda wa personal contemplation, wa kutafakari, kuyatafakari mambo na kupangilia kipi ufanye na kipi usifanye. Ujipe nguvu mwenyewe, ujiamini kwamba ninaweza, ikiwa wengine wameweza na wana kichwa kimoja kama mimi, kwa nini mimi nisiweze? Kwa vijana wengi tunajidisappoint wenyewe, tunajikatisha tamaa wenyewe. Lakini leo nitoe wito kwa vijana, na wakiusikia huu waamini na watabatizwa. Kubatizwa ni wao kufanya maamuzi ya kuyafuata yale wanaoyaamini: kuwa na mpango thabiti, kuwa na idea thabiti, kuwa na Mungu, kuwa na focus, kuwa na imani na, na, na, na mtazamo chanya. Kwa nasikolojia tunasema kuwa positive. Unajua, eh, ukiwa positive inakusaidia sana uwe chanya, usi unafikiria tu vitu vibaya wewe, kile unakukicha unafikiria tu kitu kibaya, unafikiria tu mtu aliyekukwaza, hutaki aliye kukwaza, utaki kuachilia no, forgive. Achilia mambo yaende ili wewe uweze kupata muda mzuri wa kuweza kufikiria vitu vikubwa na uweze kuviachieve, lakini uwe na maono, uwe na ndoto, uwe na mambo yajayo, Mungu atakusaidia kuyaratibu. Asante. Nadhani mengi tumeyazungumza, nipende tu kuwapongeza ninyi Azam TV kwa ujumla. As tumekuwa wafuatiliaji wakubwa wa yu radio pale mm. Eh, tufikisheni salamu kwa kina Hassan Vola, eh, kina Godfrey Mwamnyanyi, wengi pale wa sports, kina Baraka Edson Mpenja, eh, aki akisherehesha aki, aki kidogo. Jimba limejae. Ah, anyways, lakini mambo ni mengi, kwa hiyo mtufikishie salamu huko na tunaendelea kuipongeza pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kudumisha amani. Ndio maana leo ninyi mmefika hapa mko vizuri, mnafuraha furaha na muona pale Zaka anatabasamu, Fatima anatabasamu. Uh, Ebeneza anatabasamu pale, anashindwa tu kucheka kwa sababu yuko kwenye kamera <laughs> kwa hiyo naona mambo ni mazuri, amani kwa kweli inalindwa, na Mungu wetu ni mwema nah. Na niendelee tu kwa, si, kwa, uh, sihi vijana wenzangu wenye ulemavu tuthubutu. Changamoto kubwa inayoturudisha nyuma ni kuthubutu. Kwa mfano mimi nimekaa mwenyewe mm -hmm, lakini nimekaa mwenyewe kwa sababu nilidhubutu, nikasema mimi naweza nikakaa mwenyewe company, nitaikuta kwa washikaji watakao ku ananizunguka, sio, lakini kaweza kukaa, kwa hiyo kuka. Kijana mwenye ulemavu na kijana yote usio na ulemavu, kudhubutu ni dawa tosha ya kuyafikia mafanikio yako yoyote yale ulionayo. Try to do things, jaribu kufanya mambo kwa ukubwa na Mungu atakusaidia kuyafanya kwa ukubwa. Nikushukuru sana dada Angel na niwashukuru wote Azam TV kwa ujumla, Bwana wabariki sana asante sana JJ, nashukuru sana sana asante sana, labda niwaache na na, na kibao changu kimoja ambacho nimekiachia juzi sana. Ulemavu sio laana, nimekiachia juzi tu, niki ndicho wimbo wangu pendwa sana kwa kweli na sijui kwa ni kwa nini ya upo pale YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Mungu amewaruhusu watu wenye ulemavu duniani wa mtu kuzemumbawaa kwa kazi wanazozifanya oh,

changu mpendwa sana. Ya, ulemavu sio laana kinafanya vizuri pale mjini YouTube. Nimeupita na kina sign language, kina lugha ya, ya, kina lugha za alama. Nimekutafsiri kwa lugha ya alama pale. Nimekuwa interested sana. Nyimbo zangu za video nimeziweka kwa lugha ya alama, ili na wenzetu wasiosikia waweze kubariki. Nina vibao vingi pale, vipo kama sita, video zipo mbili nilioimba, hiyo ulemavu sio laana acha juzi, na nyingine inaitwa nitume hivi nilivyo. JJ, nakushukuru sana. Siku ya leo. Asante. Mm-hmm. Asanteni sana. Washukuru wote Azam kwa ujumla, yeah, Ya chini ya mwekezaji mkubwa Said Salum Baklesa yeah. Wote kwa ujumla ni washukuru sana, na ninyi mmenithamini, yeah. Hakika huu ni upendo wa Agape, kwa ni wa Agape kwa kurunzi ya Azam, ni washukuru sana.